Februari 6 ya mwaka huu 2026, yani na yaani siku saba zilizopita, Jasusi TV iliweka makala hapa ambayo ilieleza uwepo wa mpango hatari dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu katika kesi ya uhaini ambayo inaendelea na sasa imeanza kusikilizwa upya baada ya kusimama kwa siku 88. Kwa hiyo makala hii ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itaeleza kwa kifupi, yani, muhtasari wa yaliyojiri mahakamani hapo jana, na hayo yaliyojiri hapo jana yanahusiana na sehemu ya pili ya makala hii ambayo itatupia jicho kile ambacho kilielezwa katika makala ya Februari sita mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita ambako ambacho kwa hakika ni mpango hatari ambao unaweza kuwa na athari kubwa katika mwenendo wa kesi hii ya mheshimiwa Lissu. Kwa tuanze na hili la kwanza kuhusu yaliyojiri hapo jana kwa kifupi. Sasa jana a, katika mahakama kuu ya Tanzania, kituo cha Dar es Salaam, kesi hiyo ya uhaini inayomkabili mheshimiwa Lissu iliendelea, na kama unavyofahamu, mheshimiwa Lissu amekuwa gerezani kwa zaidi ya miezi kumi na anajitetea mwenyewe katika a, mashtaka dhidi yake. Um, sasa jana shahidi aliyehojiwa, uh, alikuwa ni shahidi wa kificho. Baadhi ya wadau wanadai kwamba sauti japo ilikuwa ya ku, ku, wanajaribu kuficha sauti, lakini baadhi ya wadau wanadai kwamba huyo mtu aliyekutoa ushahidi baadhi ya watu wanamfahamu, lakini hilo taliongea huko mbele ya makala. Na shahidi huyo kificho alifahamika kwa jina la P5 ambaye alijitambulisha kama kijana wa miaka 33. Uh, kazi yake ni machinga mkazi wa Ubungo Kibangu jijini Dar es Salaam. Um, sasa kwa hakika ushahidi kuu hauna tofauti na ushahidi uliotangulia. Huko mbele ni wazi kwamba mashahidi hawa ni wa kutengenezwa, na hili halikuhitaji mtu kuwepo mahakamani, lakini kwa kufuatilia ripoti zilizokuwa zikirushwa kutoka mahaka, mahakamani, ilikuwa inaonyesha dhahiri kwamba huyu ni shahidi ambaye ameelekezwa nini cha kusema kwa hiyo uh, shahidi huyu alisema uh, kwamba April nne ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano alipokuwa maeneo ya posta ya zamani alikuwa akiperuzi mitandao ya kijamii Facebook WhatsApp, na YouTube uh, kupitia simu yake ambayo jina la simu alilotoa hiyo simu haipo, yaani hakuna simu ya aina hiyo um, kwa hiyo hiyo moja, moja ya vitu ambavyo mheshimiwa Lissu aliweza kuvi Uh, kumka, kumkalia kooni wakati ana mhoja. Akasema kwamba aliona video ya Tundu Lissu ya Mheshimiwa Lissu akiwa amesimama jukwani amevaa magwanda ya kaki na t-shirt nyeusi na miwani akiwa mbele ya bendera ya taifa na kwamba katika video hiyo shahidi huyo alidai kwamba Mheshimiwa Lissu alisema atahakikisha uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano haufanyiki na kwamba ataenda kukinukisha. Naomba uisikilize kwa makini sentesi na nairudia kwenye video hiyo shahidi alidai kwamba Mheshimiwa Lissu alisema atahakikisha uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano haufanyiki na kwamba ataenda kuinukisha. Mstari huu ni muhimu sana, tutakuja kueleza hapo mbele kidogo. Kwa hiyo, huyu shahidi akadai kwamba baada ya kuona video hiyo alikwenda kwenye kijiwe cha kahawa eneo la, la, kwenye maskani na akakuta mjadala mkubwa kuhusu video hiyo hiyo ambayo yeye anadai kuwa aliona. Akakiri kwamba watu wengi walikuwa wakimuunga mkono Mheshimiwa Lissu, na akadai kwamba alimpigia simu ndugu yake ambaye ni polisi, na polisi huyo akamjibu kwamba wameisikia hiyo video na kwamba wanaifanyia kazi. Na siku tano baadaye aliitwa Central Poli, aliitwa Central Police Police uh, kwenda kutoa maelezo na hapo ndipo um, Haya, ambayo, kwa hiyo haya ndio maelezo ambayo anadai kuwa aliyatoa huko kwenye kituo uh, cha polisi cha Kati Central Police. Uh, kwa hiyo Mheshimiwa Lissu uh, hatua iliyofuatia ni ilikuwa Mheshimiwa Lissu kumhoji mhoji huyu uh, shahidi uh, na kupitia maswali ya dodoso. Kwanza alimuuliza kuhusu utambulisho wake, shahidi akakiri kwamba hana leseni ya biashara wala hana kitambulisho cha NIDA na hakuja na ushahidi wowote wa kumtambulisha. Sasa alipomuuliza atajulikanaje kama ni mfanyabiashara, akadai kuwa watamuamini tu watamwamini hakuna udhibiti wote kama ni mfanya biashara. Kisha Mheshimiwa Mheshimiwa Lissu akaenda kwenye maelezo ya huyo shahidi wa mchongo aa, na aliomba apewe maelezo. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu aliomba maelezo ambayo huyu shahidi aliandika kwenye kituo cha polisi yani Central, akabidhiwe na yalitajwa kama kielezo D3. Um, kwa hiyo hadi wakati huu serikali ilikuwa haina hata kielezo kimoja kinachokubalika mahakamani, lakini mheshimiwa Lissu tayari alikuwa na vielezo vitatu na alikuwa bado hajaanza kujitetea. Kwa hiyo um, katika maswali katika mambo zaidi ya kumi na nne ambayo mheshimiwa Lissu aliuliza mahakamani uh, kuhusiana na huo ushahidi aliyotoa huyu shahidi wa mchongo uh, kwa hakika, yote maelezo yote point kumi na nne hayakuwepo na baadhi ni haya, aina ya simu. Shahidi alisema kwamba ana simu aina ya Sony Xperia Galaxy ambayo watu wengi hata waelewi kama simu hiyo ipo, lakini kwenye maelezo hakukuwa na aina ya simu iliyotajwa. Pili, alisema kwamba amemjua mheshimiwa Lissu kupitia vyombo vya habari, lakini maelezo haya hayakuwepo kwenye hiyo maelezo ma aliyoandika huko polisi. Alafu pia kijiwe cha kahawa maskani, pia maelezo haya hayakuwepo. nne alisema kwamba na ndugu yake polisi Tabata Relini, maelezo haya pia hayakuwepo. Lakini pia hofu aliyoipata, hayo maelezo pia hayakuwepo. Kuhusu kupiga simu Central Police, haya pia hayakuwepo. Na pia maelezo kwamba alikaa na njaa siku sita kutokana na vurugu za uchaguzi, haya pia hayakuwepo. Kwa hiyo kila aliloulizwa na Mheshimiwa Lisu, shahidi huyo alisema jibu lake lilikuwa hayo hayapo. Kadhalika Mheshimiwa Lissu alimuuliza kuhusu neno kukinukisha ambalo ndio msingi wa kesi nzima, na shahidi huyo alidai kwamba neno hilo lina maana ya kuchochea fujo, lakini Mheshimiwa Lissu alitoa eh, tafsiri ya kamusi ya Kiswahili na kusoma maana yake ni kutoa harufu mbaya, au vunda au kunukia, maana yake ni kutoa harufu nzuri kama marashi. Kwa hiyo inaweza kuwa ni kunuka kwa maana ya kutoa harufu mbaya au kunukia kama vile marashi kwa hiyo Mheshimiwa Lissu alimuuliza ushahidi uh, tafsiri hiyo yake ameitoa ya wapi? Na, na shahidi akadai kwamba ameisikia mtandaoni kupitia kwa watu. Um, kwa hiyo pia Mheshimiwa Lissu alimuuliza ushahidi uh, kuhusu akaunti yake ya Facebook lakini shahidi akaendelea kusuasua. Lakini kubwa zaidi pamoja, ukiachana na haya ambayo yalikuwa maswali ya Mheshimiwa Lissu, kulikuwa na jingine ambalo hili ni kuhusu swala la chakula. Mheshimiwa Lissu Uh, walipata mapumziko ya chakula, um, na wakadai kwamba kutakuwa na shahidi mwingine atakayeletwa ambaye anafahamika kama P6, P6. Uh, lakini baada ya kurudi mahakamani Mheshimiwa Lisi walisema kwamba yuko tayari kuendelea na kesi lakini hajapatiwa chakula na jaji Ndunguru ambaye ndio jaji mkuu, jaji anayeongoza kesi hiyo alisema kwamba chakula ni haki ya msingi, haitakuwa sahihi kuendelea na shauri hili bila mshtakiwa kupatiwa chakula, itakuwa ni kinyume cha haki za binadamu. Kwa hiyo kesi imeahirishwa hadi leo na majaji wameiagiza idara ya magereza kuhakikisha kuwa mheshimiwa Lissu anapatiwa chakula katika sasa hili, moja la haya yaliyojiri mahakamani Nimepigia mstari na nilikuomba usikilize kwa makini yale maelezo ya shahidi ambaye alidai kwamba katika maelezo ya Mheshimiwa Lissu kuna, kuna, kuna, kuna, kuna kitu ambacho kuna, kuna maneno aliyoongea ambayo yalikuwa na maanisha kwamba ni, ni, ni arudie kwenye video hiyo. Shahidi huyo alidai kwamba Mheshimiwa Lisu alisema atahakikisha uchaguzi wa 2025 haufanyiki na kwamba ataenda kukinukisha. Sasa, hii inaendana na makala niliyoweka hapa uh, ambayo niliiweka hapa Februari 6 ya mwaka 2026 siku saba zilizopita, na katika makala ile nilieleza kwamba kuna mpango ambao umepangwa dhidi ya Mheshimiwa Lisu ambapo wanataka sasa kugeuza kesi hii, kwa sababu kesi ni ya mchongo, haina mwelekeo, hawana mashahidi, hakuna ushahidi wowote. Lakini kinachojaribiwa kina kufanywa kufanya sasa hivi ni kuua ndege wawili kwa jiwe moja, ambapo kwa upande mmoja ni kudai kwamba uhaini uliofanywa na Mheshimiwa Lissu ulikuwa ni kuhamasisha maandamano ya Oktoba 29. haya mambo ya kukinukisha na vitu gani, kwamba yote haya ndiyo yeye aliyesababisha yaliyotokea Oktoba 29. Kwa hiyo kwa upande mmoja watakuwa wamejaribu kudhibitisha uhaini. Of course sio uhaini wanachotengeneza hakina uhusiano na uhaini. Lakini kwa wao inawasaidia kutengeneza kesi yao kudai kwa yale maneno Mheshimiwa Lissu ndio aliyepelekea maandamano ya Oktoba 29. Kwa upande mmoja watakuwa wameweza kutengeneza hiyo kesi ya umchongo ya, ya uhaini. Lakini upande wa pili ni kujaribu kumsafisha Samia Suluhu Hassan ambaye kimsingi ndio aliyetoa oda ya maelfu ya Watanzania Waw, kwa hiyo wanajaribu kureframe kile ambacho wao wamekifanya, lakini sasa mzigo unaweza kutupia kwa mheshimiwa Lissu. Lakini upande wa pili, ifahamike kwamba kuna jitihada kubwa sana za kuifungia Chadema na inatarajiwa kwamba ripoti ile ya tume ya mchongo ya iliyoundwa na Samia ina, ina, inatarajiwa kueleza kwamba uh, Chadema walichangia, walihamasisha maandamano yale. Kwa hiyo lawama zielekezo hizo, na pengine mapendekezo ni kwamba chama hichi ki, chama hiki kiadhibiwe, lakini adhabu ambayo inatafutwa ni kukifutia usajili chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa hiyo haya ndio mambo mawili jana uh, yaliyojiri katika mahakama, na jingine ni hili ambalo liliongelea katika uh, hiyo video ya, ya, ya Februari sita mwaka huu 2026. Nimeweka linki hapo chini, unaweza kusikia na kupata picha, lakini mwelekeo ndio huo, kwamba katika kuhangaika kwao katika kukosa ushahidi wanajaribu kutengeneza mazingira hatari dhidi ya Mheshimiwa. Je, una maoni gani kuhusiana haya? Karibu tuwe maoni yako chini kwenye comments. Asante na kwaheri.